Katika nema ambayo Allah amewapatia wanadamu ni kwamba ukitaka kuzungumza naye hajakuwekea checkpoints. Wewe wezungumza naye moja kwa moja. Allah subhanahu wa ta'ala amekata sababu, ukitaka, ukitaka kuzungumza naye hakuna kupitia wali, hakuna kupitia shetani, hakuna kupitia jini, hakuna kupitia malaika, hakuna kupitia miti hakuna kupitia mawe hakuna kupitia mitume. Ukitaka kitu kwa Allah amekupatia connection moja kwa moja. Allah asema wa idha saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu dacwat dai idha daani. Hasa watukufu wa Islamu, neema ambayo Allah ametupatia ni nyingi, na Allah amejalia kama kuna kheri, wataka njoo zungumza na mimi moja kwa moja na kama kuna shida nataka nikuondoshee, njoo zungumza na mimi moja kwa moja. Ayuhal mu'minun, katika neema ambayo Allah amewapatia wanadamu mbele ya macho yake ni kwamba nyote muko sawa, nyote muko sawa mbele ya mwenyezi Mungu. Nyinyi ndo mumeweka vipimo ya kutofautishana, lakini mbele ya Allah you are all the same. nyote mko level moja, awe mumin awe kafir Awe bar awe fajir, awe mwema awe mwovu, awe mwanamme awe mwanamke, awe mdogo awe mkubwa, awe maskini awe tajiri, awe ni msomi awe ni jahil. You are all the same except, kuna mtu mmoja atakuja juu ya wenu. Nani? Allah. Sema ya ayuhalnas, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum inda Allahi atqaakum. Hasa sisi wanadamu tusije tukaona kwamba heshima tunayopewa kwa sababu ya ilmu uliokuwa nayo kwa sababu ya mali uliokuwa nayo kwa sababu ya cheo uliokuwa nayo kwa sababu ya nufudh namna unaweza kusukuma watu na kuathiri watu kwa sababu ya ilu, ibada zako la Hivi ni vipimo nyinyi mmeweka. Nyote, you are the same. You are all here. Only one person anaweza kuja juu. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Anaweza kuja juu ni nani yompenda Allah zaidi? Ni nani ambaye Allah akimwambia fanya hivi yafanya? Nani ambaye yomtii Allah akimwambia wacha usifanye hivi, japokuwa nafsi inataka, japokuwa mazingara namsukuma lakini wasema, madamu madamu Allah ameniambia nisifanye misifanye.